Ya rabbi, mimi hata kama umenipangia kuondoka, kuomba ya rabbi mimi bwana nifike kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ya rabbi. Yani unakuwa ikhlasi kwa ajili ya Allah, si vinginevyo, westaki mtu anisifie wala, wala mshida yangu wewe Allah, uridhike. Ajitahidi wakati wote, hata akiona shetani anamletea letea yale mambo ya kumtoa kwenye ikhlas, basi yeye atageti pale pale kwa ajili hiyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu yanayofanyika kule Maka kama alivyosema la yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Wanyama wanachinjwa kwa mamilioni ya wanyama kule, lakini vyote hivi havimfikii Mwenyezi Mungu wala madamu ya wanyama wanaochinjwa sadaka kule Maka na mahujaji, havimfikii Mwenyezi Mungu wala zile nyama hazimfikii Mwenyezi Mungu walakin yanaluhu taqwa ule ucha Mungu wako. Kwa nini ukachinja? Ni kwa ajili ya Allah, ndivyo vinavyoweza kukufikia wewe. Kwenye hizi adabu, tutaendelea na nyingine, lakini tuwache tuje kwenye eneo jingine. Eneo jingine, ibada tunayoiendea inaitwa hija. Nini hasa maana ya hija? Wengine wanaita haji, wengine wanaita hija, lakini nini hasa hija? Kwenye lugha ya Qurani kuna wakati mwingine inaitwa hija, kuna mwingine, wakati mwingine inaitwa haji, lakini nini maana yake? Maana rahisi, hija ni kutoka hapo ulipo ukaenda Makkah al-mukarrama unaikusudia nyumba ya Allah el Kaaba, ili ukafanye nini? Unatoka ulipo, unaikusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu hapo Makkah al Mukarrama, ili ukafanye matendo maalum kabisa. Matendo hayo utayafanya kwenye maeneo maalum kabisa na utayafanya kwenye nyakati maalum kabisa. Matendo haya maalum yanayofanywa maeneo maalum na kwa nyakati maalum, yanafanywa na mtu maalum kwa ajili tu ya kutaka radhi za Allah. Sasa ukirudi kwenye maandiko ya maulama wetu wa fiqhi, utakuta ibara nyingi ziko , lakini zote hizo zinarudi kwenye kitu kimoja. Kwenda hija ni mtu kutoka alipo, kutoka alipotoka, ameenda Makka Mukarama, ameikusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu kule akatende matendo maalum kwenye maeneo maalum kwa nyakati maalum, na matendo haya yanafanywa na mtu maalum anayefanya haya kwa staili hii, huyo anaambiwa amehiji. Tutakuja kuona matendo maalum hija. Kuna kuizunguka Alkaaba kwa lugha ya hija tunaita kutufu, kiswahili cha hija hicho. Kiarabu chake atawafu, lakini samahani, kabla ya hapo inatanguliwa na kitu kinaitwa kuhirimia. Lugha ya hija tunaita kuhirimia, kwa Kiswahili cha kawaida kutia nia. Kwa hivyo haya matendo maalumu ni kuhirimia, kuizunguka Alkaaba. Kuzunguka Alkaaba, mzunguko huu tunakusudia ule tawafu inayofanyika kuanzia mwezi kumi na kuendelea. Lakini pia kuna tendo jingine la kufanya matembezi jogging kati ya Safa na Marwa, anatembea yani tu kama mgambo fulani hivi, lakini sababu zina- zinaingia. lakini pia kuna kunyoa nywele au kupunguza. Mtu huyu ametoka kwake katika miezi maalumu akatiania akaizunguka lkaba akatembea Safana Marua akanyoa au kupunguza, na katikati pale sikuwahi kusema amesimama viwanja vya Arafa. Haya matano, kwa kweli, ndio matendo mama ya ibada ya hija: kutia nia, kuizunguka lkaba, yani kutufu kutembea kati ya Safa na Marwa inaitwa sai, kunywa nywele au kupunguza. Lakini pia kuna kitendo kinaitwa kusimama Arafa. Kwa hivyo tukisema hija ni matendo maalum, matendo yenyewe ndiyo haya. Nje haya yako mambo kama vile, kitoweo ni viungo. Kama ingekuwa kitoweo ni viungo, oh, kidogo oh, karoti na nini na nini na umra ina mambo hayo hayo, umra ina mambo hayo hayo. Tofauti ya hija na umra ni mambo matatu, tofauti ya hija na umra ni mambo matatu. Jambo la kwanza, majina. Hii inaitwa hija, hii inaitwa umra. Tofauti ya pili, hija ina ashhuru maalumat, ina miezi maalum, si kila mwezi, wakati umra unaweza ukenda mwezi wowote ule. Hija ina baadhi ya matendo kwenye umra hayapo. Hija ina kukaa kwenye viwanja vya Mina kule siku kadhaa, kuna kusimama Arafat, kuna kulala Muzdalifa, kuna kwenda kupiga mawe kwenye Jamarati, tumezoea kuita shetani. Haya yote ya kusimama Arafa, ya kukaa Muzdalifa, yaani kwa maana kulala Muzdalifa, na hiyo kusimama Arafa kupiga mawe kule jamarat, kwenye ibada ya umra vitu hivi hakuna, havipo, ndio utofauti wake. Lakini upande wa dini kwa muislamu anapotekeleza ibada ya hija kwa mara yake ya kwanza, tumezoea kuita hijjatul Islam, hija, hija ile ya kujenga uislamu wake, lazima ahiji na afanye umra. Allah anasema wa atimmu alhajja wal umrata lillah. Wa atimmu alhajja, na itimizeni hija, itimizeni hija. Wal umrata, na umra. Lillah, kwa ajili ya Allah. Hiyo ni Bakara 196 196 Allah ana anatuambia tutimize ibada ya hija na ya umra kwa ajili ya Allah. Kwa kulijua hili, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tutaona ameweka mifumo mitatu. Mwislamu anayekwenda hija ana uhuru kuchagua atimize ibada yake kwenye mfumo upi? Mfumo wowote katika hiyo mitatu. Akimaliza anakuwa amehiji na amefanya umra. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amefundisha utekelezaji wa ibada ya hija na umra unafanyika katika mifumo mitatu. Moja ya hii mtu anajichagulia au watu wanajichagulia au taasisi wanajichagulia. Kila mmoja una gharama zake una wepesi wake na ugumu wake, lakini ukimaliza unakuwa tayari ushapata hija na umra. Kuna mfumo unaitwa ifrad, unaitwa ifrad namna ya utekelezaji wake. Anasafiri mtu kutoka alipo, akifika kwenye pointi maalum ya kunuia. Maanake hizi nia za hija hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa levo ya dunia nzima ameweka, wanaotoka ukanda huu wakifika hapa, kama lengo lao ni hija, au wanuie. Wasiponuia wakiingia ndani, watapigwa faini. Kwa nini? Hukunuia tokea mpakani kule. Hivi vituo vya mpakani vina jina lake, vinaitwa miqat. Sasa akiingia kwenye kituo cha kunuia, ananuia kufanya ibada ya hija tu, nia iko moyoni kwake, anatamka nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik allahumma hajjan au bihaji. Akishanuia hivi huyu mtu kwenye kituo, basi anakuja mpaka Makka Almukarama, anafanya ya kufanya ziko toafu, ziko nini, ziko nini, ili mradi anaenda hivi mpaka inamfikia mwezi kumi, anamaliza yale matendo yote yanayotakiwa kufanywa na hija. Akishamaliza hii hija, ananuia tena umra peke yake, anatufu, anakwenda Safa na Marwa, ananyoa au kupunguza na kadha. Kamaliza hivi vyote, tunavyogusa leo kwenye utangulizi, tutaelekezana kwa kina darasa inayofuata, kwa sababu tunataka kila kimoja mtu aweze kukipraktisi hata akiwa peke yake, na ndio tunachofanya sisi tunapokuwa katika maeneo yetu kule. Allah tuhifadhi, hata mtu kama amepoteana na wenzake, tunamwambia usiwasubiri. Si tunaanza kutufu jamani, tunaingia Alkaaba ndio hapa ile toafu, tunaifanya hapa lakini tunafuatana lengo kumaliza sote, lakini tunaweza tukatawanywa na watu kwa sababu mamilioni ya watu na maelfu yapo. Anayemaliza tusubiriane pale ili tuanze jambo jingine. Sasa, wewe kama umepoteana na wenzako, hatukushauri utoke, kwa sababu ukishatoka utaona na wenzako baada ya kushamaliza nini, kuzunguka Alkaaba. Wanataka kufanya tendo jingine wakati wewe hujafanya, hujamaliza hiyo, itabidi wakungoje tena. Lakini huwezi kumwambia mtu afanye hayo ila awe anajua kwanza. Kisha anafanya anajua. Tuzunguke Kaaba kwa pamoja ikiwa kuna sababu ya kuwa tumegawanywa, anayemaliza asifanye jambo jingine, atusubiri pale. Na ndio tunaofanya, tunaenda hatua nyingine ni jamani, tusali makamu Ibrahim. Na makamu Ibrahim ni kijeneo kidogo hata watu sita muenee. Ndiyo maana Mtume Mwenyezi Mungu akaagiza anayeshindwa hivyo aswali popote pale ndani ya msikiti mtukufu. Tukishamaliza hizo tunafanya nini? Tunaenda kutembea Safa na Marwa. Tukishamaliza hiyo nini? Tunanyoa au kupunguza, inakuwa nayo umra imemalizika. Umra hii tukijumlisha na ile hija iliyofanywa mwanzo inakuwa tayari ile waatimu lhaja wal umrata lillah ishakamilika. Lakini kuna mfumo mwingine kinyume cha huu. Mfumo mwingine anaanza mtu umra, akimaliza umra anajitoa katika ihramu, anakuwa si mtu tena wa ihramu, kashamaliza. Unamkuta Maka pale kama ndio kwao, amepiga jinzi lake kama mtu wa jinzi, gwanda lake kama mtu wa gwanda, kaoshe lake kama mtu wa kaoshe Anasubiri siku nyingine maalum ajinuia upya hija, atainuia wapi? Akiwa hapa hapa Maka. Mfumo huu wa hija nao unaitwa tamattu hija, ambayo alhaji anapata muda kidogo wa kustarehe. Mfano hai, Allah akituwezesha siku tutakaposafiri kama tutajaliwa kufika saa kadhaa asubuhi, pengine umefika maka saa nne saa tano saa sita ukitaka unaweza isha ikakukuta ushamaliza umra yako, tena ulipumzika ukafanya, kwa sababu ni ibada ambayo inafanyika mara moja, haina cha kiporo kwamba inamalizika siku ngapi. Umra inafanyika kama zege vile, ukishaanza kuli e, halina, halina kiporo lile, sindio? Zege halina kiporo na umra ndio hivyo hivyo. Umenuia, umeingia Maka, umeizunguka Alkaaba mara saba kama tutakavyooneshana, tunayo ile mfano wetu eh? Ewa. tumetembea Safa na Marwa, tumemaliza, tumenyoa au kupunguza, tumemaliza, umra imekwisha. Tunavua zile ihrami zetu, anayetaka kuzifua mwenyewe atafua, anayetaka wamfulie watu kwa pesa atawapa. Mtu mmoja <laughs> mtu mmoja, shetani anauhuni kweli kweli, mtu mmoja tupataa. Mshauri bwanae, Saudia vitu sio rahisi sana kama tunavyofikiria, kutokana na ughali wa ile thamani ya ile pesa yao. Thaania, watu mnaokaa chumba kimoja mnaweza mkashea mkanuwa pasi mnafua nanyosha yenyewe baadaye, kila ukienda kupeleka kikanzu kwa mechi Saudi riali kumi, wakati riali moja inafika kama shilingi sita na kitu, eh eh, mia saba, riali Saudi riali moja mia saba, Sasa mia saba mara kumi ni kiasi gani? elfu saba, Unafua kanzu na hela kiasi gani? Unaweza ukafua bure, juu kamba za kuandikia ziko vibanio, nua hata hapa sio silaha ile utatembea navyo utakuwa unajipunguzia mzigo, kwa sababu si hatufungo za watu ile, pia mtanisema. <laughs> Sasa kilichotokea, kwa sababu na mimi sifuu, nitawatuma kwa sababu dry cleaner nyingi kule ziko za wa Filipino, wale na wa Indonesia wachache na wa Bangladeshi, aseme ninataka kuwatuma hawa, nitawapata wapi watu weupe kuwatuma kule kwetu hawa? <laughs> hawatumiki hawezi, wanatutuma si yetu tu. Nataka kuwatuma hawa basi, anavaa ovyo ovyo nguo zake, ushetani wao, wanafaa makusudi kuchafua nguo ili upate kumtuma Bangladesh, upate kumtuma Indonesia, upate kumtuma mtai, mtai, Tailand. Hebu tumia vizuri, lakini ala kule hali hayo. Ndo katika vibweka vya hija hivyo. Kwa hivyo nasema hadi sasa tumeitaja maana ya hija kenda hija naenda hija, unachofanya wewe, unatoka hapo ulipo unaikusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu, ndo unayoiendea kule Maka ili ukafanya hayo majambo maalum, utayafanya katika maeneo maalum na kwa wakati maalum, na mfanyaji anakuwa mtu maalum yani Mwislamu kama wewe hivi. Si kila mtu anaweza kufanya, mtu mwingine yote lakini ikawa bado sio hija. Kisa nini? Si Mwislamu wewe. Sasa kwa mantiki hiyo hiyo, ndio hija. Ukisajua kwamba hiyo ndio hija, ina masharti yake. Tena sharti ya hija ili iwe lazima kwake yawe, Muislamu awe ana uwezo, amani itawale, iwe kunaendeka huko mahala, maanake amani ndio mtaji. Kama hakuna amani huwezi kutoka wewe ukaenda. Amani za pande mbili ikiwa kuna amani kule. Mungu apishe mbali hakuna kwenu, huwezi kwenda kwanza. Kwa hiyo hayo ni masharti, miongoni mwa masharti yakiwa wewe Muislamu, njia iko salama, kunaendeka, hakuna magonjwa mabaya yamelipuka kama virusi Ebola sijui nini, ile ya juzi kati korona, si nini adhana Allahu min dhalika. Hivi vyote vikiwa vimetimia na uwezo mtu anao, kama mbali pesa anazo kama karibu, afya ya mwili na mruhusu, basi anajiendea hija, anakwenda fanya yale. Na ukienda kufanya hija utajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hikma, yale mambo unayofanya mengi ni ya kawaida kabisa, ndio hili. Ya rabbi, we Mungu, umenitafuta umenitafuta muhali hivi, ndio hili. Unaona watu tu wanatembea kama jogging fulani hivi, Allah ndio anafurahia hilo ibada yenyewe hiyo. Na hii utapata kufahamu ibada, kumbe sio shepu ya kitu, ni ile kuwa Allah ndio aloagiza. Akiagiza Allah hata upige kelele, inakuwa ndio ibada. Akiagiza Allah utulie kimya, ndio inakuwa ibada. Akiagiza Allah usiongee, inakuwa ndio ibada. Tunaelewana, tayib. Aina ya tatu na ya mwisho unaweza ukanuia kwa wakati mmoja kama hapa ulivyonuia, na waitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik allahumma hajja, ukaanza hija ilipokusha hija ukaileta umra peke yake, hatimaye ikawa viko pamoja. Unaweza pia ukaanza umra peke yake, ikimalizika umra unakuja unaifanya hija peke yake, utendaji ni ule ule. Lakini pia unaweza iko sura ya tatu, yani mfumo wa tatu. Tokea kwenye kituo unanuia, nanuia hija na umra kwa ajili yako Allah. Hivi vitendo vyote vinafanyika, asilimia kubwa kwa wakati mmoja, vinaenda kwa pamoja. Ukimaliza umemaliza. Ndugu zangu mahujaji, darasa ya leo ilikuwa ni ya utangulizi na tumesema haya mambo ya utangulizi, athari zake ni kwamba kuwekana